Habari wapenzi watazamaji wa chaneli yako pendwa kabisa ya Omari Welding Fabrication. Naam, leo kama mnavyoona, niko mbele yenu hapa kukuleteeni mashine ya tani hamsini, japo mtajiuliza mbona haieleweki. Jamani, hii mashine nimeitengeneza kutokana na mteja jinsi alivyoitaka, kwa maana yeye kasema kwamba nimtengenezee hii mashine bila jeki. Kwa hiyo na wewe mteja wangu ambaye upo Dar es Salaam au upo nje ya Dar es Salaam, usisahau kwamba sisi tunatengeneza mashine mbalimbali e, na pia vilevile tunasafirisha mikoani kote. Sasa leo kama mnavyoona, hii mashine nimeitengeneza e, ila huyu alihitaji bodi kama bodi je kikasema ataenda kununua yeye mwenyewe, kwa hiyo ndo kama mnavyoona sasa hivi hapa e, usafiri upo tayari kama mnavyoona vijana, ndo kama mnavyoona pia wana, wanataka waibebe kwa ajili ya kuiweka katika hicho kipandwa kwa vijana, kama ndo mnavyoona vijana wanabeba hapo sasa hivi. Hii jamani hii mashine haiendi mbali, hii mashine inaenda Kariakoo, inaenda Kariakoo pale, na sisi tunapatikana Dar es Salaam Magomeni kwa hiyo sisahau, ewe mteja wangu uliokuwa mikoani, e, wateja wangu mliokuwa mikoani msisahau kwamba tunasafirisha mikoa yote Tanzania. Basi usije ukajiuliza kwamba na mimi napataje mashine kwa Omari? Basi kuwa sambamba nami mwanzo mwisho, ujionee vitu vingi sana vinavyohusiana na Welding Fabrication. E, sisi tunahusika na utengenezaji wa mashine mbalimbali. Kwa hiyo sisahau, e, kuwa na mimi mwanzo mwisho katika chaneli yako pendwa kabisa ya Omari Welding Fabrication. Uh, usisahau kusubscribe kulike pamoja na kushare. Karibuni sana. Hii mashine inaenda uh, Kariakoo, lakini vile vile msisahau kwamba narudia mara kwa mara ili kuwaambia kwamba tunatengeneza mashine mbalimbali na tunapeleka mikoani kote. Kwa hiyo tutakayehitaji mashine ya tani hamsini, thelathini na mbili au thelathini asisite kuwa nasi mwanzo mwisho. Namba zangu za simu ndo kama mnavyoziona kama mnavyoziona ziko hapo chini eh, nipigie mimi ili tuweze kujadiliana kwamba tunafanyaje. Karibuni sana jamani, wapenzi watazamaji wa chaneli yako pendwa kabisa ya Omari Welding Fabrication, karibuni sana.